tanzania na kenya wamesimama leo manake kuna kilio hasira na maswali ambayo serikali bado haijajibu baada ya rais samia kuagizwa kuachiwa kwa baadhi ya vijana waliokamatwa watu wanauliza je vipi wale waliopotea au wale waliopotezwa na je waliokufa je leo tunakuonyesha kauli zito kutoka kwa watanzania wa kenya na hata diaspora kauli ambazo serikali haiwezi kupuuza tena hii sio video ya kawaida hii ni sauti ya Gen Z ni kilio cha taifa na simulizi ya watu wanaotaka haki uwazi na majibu karibu sana Kwenye Mizuka Media. Wiki chache baada ya vurugu za Oktoba 29, Rais Samia Suluhu aliingia bungeni na kutangaza kuwa vijana waliokamatwa hasa wale waliodaiwa kufata umati waachiliwe huru. Lakini kauli hii imezua mjadala mkubwa hasa baada ya familia kuendelea kutoa taarifa za watu kupotea, kufa na kushikiliwa bila mawasiliano. Kwanza kabisa, tuanze na kauli nzito kutoka kwa makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema, bwana John Heche, aliyeambia BBC jambo ambalo limechochea moto mpya. Heche amesema wazi kwamba kamati kutoka nje ya Tanzania inahitajika. Kauli hii inaunga mkono kilio cha wengi wanaosema uchunguzi wa ndani hautoshi, kwa sababu wahusika ni sehemu ya mfumo unaochunguzwa. Tunahitaji tume huru, aidha kutoka Umoja wa Mataifa au kutoka Umoja wa Afrika ndiyo itaka, au kutoka SADC, ije kuchunguza masuala yaliyofanyika humu ndani kama ilivyofanyika Kenya mwaka 2007. Kwanza tuelewe watu wangapi wameuawa nimesikitika kwamba hajatamka idadi ya watu waliouawa, kwa sababu maisha ya mtu hayalinganishwi na kitu chochote kwenye hii dunia. Tunataka kujua idadi ya watu waliouawa, idadi ya majeruhi na wako wapi, kwa sababu majeruhi wengi waliokuwa kwenye hospitali wengine hawaeleweki walipo. Ndugu wakabidhiwe miili yao. Watu waliohusika kuumiza watu kuleta hii atrocity kwenye nchi yetu kufanya mauaji makubwa kiasi hichi wachukuliwe hatua baada ya hapo ndio jambo lingine lolote linaweza kujadilika. Kwanza hilo la kuhusu kusamehe vijana, inatakiwa vijana wote walioko ndani na watanzania wote waliokamatwa waachiwe, sio sio baadhi. Hicho kitendo cha kusema baadhi ya watu waachiliwe e, ni kutoa e, mwanya kwa ofisi ya DPP kuendelea kushikilia watu wengine, watatoa rushwa na kutakuwa na, ni mwanya wa kutengeneza rushwa kwenye hilo jambo mimi mwenyewe ni miongoni mwa watu ambao tulishikiliwa tangu tarehe ishirini na mbili nimekaa mahabusu ya polisi kwa siku ishirini na moja kwa hiyo kama mimi naweza kubambikiwa kesi kubwa kama ya ugaidi hao vijana wote waliobambikiwa kesi hizo za, za zinazoitwa uhaini ni kesi za kubambikiwa kwa hiyo wote kwa nchi nzima na wengine walioko kwenye vituo vya polisi kwa sababu tunafahamu kuna baadhi bado wako kwenye vituo vya polisi wanapaswa kuachiwa bila masharti yoyote na sio kusema ofisi ya DPP ione nani na nani inamwachia. Lakini sio wanasiasa tu, bali sauti kali zaidi kutoka kwa vijana Gen Z na mmoja wa wali walioanza kuandaa nguvu ya digital movement ni huyo jamaa maarufu kutoka mtandao wa TikTok. Yuda Professor 1 alichapisha video ambayo iliwagusa wengi, akiorodhesha viongozi wa upinzani anaowaona kama chaguo la mabadiliko. Video hii imetrendi sana na imezua mjadala kufuatilia kile kilichotokea Tanzania. Kile kilichoonekana kama listi ya matumaini kwa baadhi ya vijana, kwa serikali kimeonekana kama dalili ya kuandaa msimamo hatari, lakini Gen Z wamejibu kwamba atuofii tena Tanzania viongozi wa upinzani ambao unaweza kusema hawa kweli ni wapinzani ambao wababaishi. John Mnyika ni mpinzani wa kweli. John Heche ni mpinzani wa kweli. Boniface Jacob wa Ubungo angegombea ubunge angeshinda. John Heche angegombea ubunge Tarime angeshinda. Joseph Mbilinyi Sugu, mpinzani wa kweli huyo amepambana sana na angeshinda Lema. God bless Lema, ni mpinzani wa kweli kwa hiyo, Tundu Lissu, Tundu Antipas Mwigulu Lissu, hawa ni viongozi wa upinzani ambao tu tukasema kwamba Tanzania hawa ni wapinzani. These are opposition leaders, wanaaminika kwamba ni wapinzani lakini wengine na wengine wengi sijawataja, ama underground, lakini wale eh, front line ndio hao. Mara mwingine ma underground sijawataja, ila hao, unaweza ukasema kweli, hawa ni wapinzani, these are opposition leaders na sasa majirani zao wa Kenya nao wameingia kwenye mjadala huu. Ishu imevuka mpaka. Huyu Mkenya amesikika akisema ni vizuri kuachia waliokamatwa, lakini waliokufa je? Wimbo mmoja wamekufa kwa ajili gani umegeuka kuwa maswali mazito ya kikanda. Hili ni swali ambalo linarudiwa na familia nyingi. Ukombozi wa waliokamatwa, huwezi kufuta vifo vilivyotokea, akiwa anataka serikali ianze kutoa majibu. Mama Samia Suluhu Hassan, jana nimeona unapeana presidential order ya kwamba wale vijana walioshikwa kwa tuma za uhaini waachiliwe. Ukasema kama mama, we ni mama, uko na hisia za mama, feelings of a mother, umeona waachiliwe hmm? Je, wale wenye waliuliwa na hii serikali yako watafufuliwa aje hmm? Kama unaweza peana oda, pia wafufuke itakuwa vizuri zaidi kwa sababu yale mambo wewe ulifanya, Watanzania Tanzania hawatasahau. Hata ukipeana oda watu kuachiliwa, wanakupigia makofi because they they have no option but they will never forget chenye ulifanya. Tena unaambia vijana msikubali kuchoma nchi yenu, msikubali kuchoma mti ambao mmeukalia. wewe ndio umeleta haya yote, ungekubali free and fair election eh, haya mambo yote yasingetokea. So wacha kusema ati vijana waachiliwe, sijui wewe ni mama. Wale wenye walikuwa wanauawa saa hii haukuwa mama, ulikuwa mwanamme wewe. Unataka kuziba watanzania macho, but watanzania si wajinga. Yale yani mambo ambayo umeyafanya hawatasahau sahau, kaa ukijua hivi na bado Wakenya wanaendelea kujitafakari. Kuna hii video ya mwanadada kutoka Kenya ambayo imehuzunisha wengi. Anasema sisi kama Wakenya tulishiriki na tulituma hadi ujumbe wa pongezi, tulijua nini kinaendelea. Kauli yake imefungua mjadala mkubwa kuhusu uwajibikaji wa kikanda. Je, iye yeah, EAC inafunga macho kwa sababu ya kidiplomasia? Haya ndo maneno aliyoyanena akiwa pale bungeni: nimehuzunishwa sana na tukio lile. Natoa pole kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao, na tunaomba Mwenyezi Mungu awapumzishe kwa amani. Aidha, kwa majeruhi, tunawaombea wapone kwa haraka, na kwa wale waliopoteza mali zao, tunawaombea wawe na stahamala na uvumilivu. Serikali imechukua hatua ya kuunda tume ya kuchunguza yaliyotokea, yani inquiry commission, ili tujue kiini cha tatizo. Taarifa hiyo itatuongoza kujielekeza kwenye mazungumzo ya kuleta maelewano. <laughs> So she's shocked that she needs a commission a commission of inquiry to direct and advise and actually find out what the problem is Shetani akiamua kuwa mwanamke. Okay, sijui kama ni mwanaume. but we I don't know what to say

na mpaka tukatuma mwakilishi wetu kuhudhuria mm -hmm. <laughs> sherehe mm? ya swearing ini let me leave it at that i hope we are learning our lessons africa salam guys lakini kilicholeta mshtuko mkubwa zaidi ni kauli ya diaspora kupitia Mange Kimambi, au dada wa taifa Mange. Aliposti video ikionyesha miili mingi kwenye moja ya mochwari, na kusema Watanzania wasikubali kunyamazishwa. Video hii imezua hisia, ushindani wa kauli za serikali na maswali ya ndani ya taifa. Watanzania, mmeona hiyo video ya mochwari ya mwananyamazi niliyoiposti sasa hivi? Mmeiona? Hiyo ni mochwari moja, nchi nzima ni mochwari moja. Watanzania hatuwezi tukairuhusu serikali hii iliyoua wananchi, iliyoua watanzania ili ishikilie madaraka ikaendelea kubaki madarakani. Hatuwezi tukakubali kuwa watumwa kwenye nchi yetu. Sasa hivi tunashikiliwa serikali hii sasa hivi inashikilia madaraka kwa bunduki. Sasa hivi Watanzania tuko yaani kama tumetekwa, tunashikiliwa kwa bunduki, kwa mtuto wa bunduki, tunatawaliwa kwa bunduki. Hata mkoloni mweupe hakuweza kufanya kitu hiki tunachofanyiwa na Samia hatuwezi kukubali, hatuwezi kukubali serikali hii ikaendelea kubaki madarakani au Samia akaendelea kubaki madarakani, sio kwa mauaji haya Yoyote anayeongelea maridhiano na serikali hii au na Samia Suluhu, huyo lazima kapewa rushwa, lazima ana manufaa yake binafsi, kapewa hela. Huyo sio Mtanzania. Watanzania tuikatae serikali hii, tuwakatae wabunge wote waliopata ubunge huu kwa damu za Watanzania. Hili ni bunge la damu, bunge la damu, madiwani wa damu, serikali ya damu, wakuu wa mikoa wa damu, waziri mkuu wa damu, rais wa damu, serikali ya damu, tusiikubali. Tarehe tisa Disemba, kila Mtanzania, tusiwaachie jenzi. Kila Mtanzania, wote tumeumia, wote tumeguswa. Tarehe tisa Disemba, hakuna mtu kubaki ndani, hakuna mtu kubaki ndani, tarehe tisa Disemba na tukumbuke kwamba this time dunia nzima itakuwa ina watch, dunia nzima itakuwa inaangalia. Tusikubali, lazima tuwaondoe madarakani, lazima tuwaondoe na nawahakikishieni, hakuna urais wa Samia anatoka, anaondoka, huyu anaondoka, sitaki kuongea mengi, anaondoka.